Tarehe 15 ndio itakayotoa mwongozo wa tarehe 18. Sikize vizuri hapo. Tarehe 15 ndio itakayotoa mwelekeo wa tarehe 18. Kwa nini nasema hivyo? Ikitokea tarehe 15 wameingia pale uwanjani, bodi ya ligi, hao wenzetu marefari, wakasema Yanga ananyang'anywa pointi 15, ligi imeishia hapo. Kauli yetu kama Yanga hatuna imani na bodi ya ligi, hatuna imani na bodi ya ligi. Sasa ikitokea tarehe 15, ndio maana nimesema hapa, hatutanyanganywa pointi yoyote ambayo tumepata kwenye jasho, kwa jasho uwanjani. Ikitokea tarehe 15 wameingia na marefari wao pale, wameingia na makamisa wao pale, kila kitu kimekamilika, Yanga hatupo, wakasema Yanga na nyanganywa pointi zake, Simba nafikwa pointi tatu, Yanga nafikwa pointi 15, ligi ya nchi hii imeishia hapo ua tumesema hainyang'anywi pointi yetu hata moja, na wakitaka wafanye hivyo, wakitaka waone, wafanye hivyo tarehe 15. Hatuchezi mechi ya tarehe 15, na mimi niendelee kuwasihi viongozi wetu wa mikoa wa mbalimbali wawaambie mashabiki na wanachama wapenzi na wetu mseba... wa Yanga wasijisumbue kuja Dar es Salaam, kwani mechi ya tarehe 15 haipo. Tumemwambia mtendaji mkuu wa klabu tumemwambia mtendaji mkuu wa klabu awaambie maafisa wake asije akafanya mtu kikao chochote kinachohusu mechi ya tarehe 15. Na viongozi wa kamati ya utendaji walilianzisha wao, tukaliunga mkono sisi. Atakayethubutu kupeleka mechi tari, timu yetu tarehe 15 uwanjani, mlango uko wazi. Hatutanii, hatutani wala tufanye maigizo. Tuko tayari kwa adhabu yoyote watakayoona inafaa kwetu. Kwa kiongozi anayeona kwamba tarehe 15 apeleke mechi, tunawaambia kuanzia injinia mpaka wa mwisho, mlango uko wazi, atuachie klabu yetu, ili ili thibitisha kwamba haya si maneno yangu peke yangu kama mratibu, ni maneno ya wanayanga wote wa mkoa wa Dar es Salaam, viongozi wa matawi Jamaa tunacheza, hatuchezi eh bwana. Sakata la Kariakoo dabi, nikimaanisha Simba na Yanga, limekuwa likiendelea kushika kasi kila siku baada ya siku. Leo utasikia hiki, kesho utasikia kile. Sasa e, wanachama wa Yanga ambao pia ni viongozi wa matawi wameweza kutoa msimamo mkali wakitaka mashabiki wa timu hiyo kuweza kutobainisha e, kuto au kuweza kupeleka e, kikosi chao uwanjani kwamba hakitoweza kwenda uwanjani eh, siku ya mchezo ambao umekwisha kupangiwa tarehe 15 ya mwezi wa 6, mwaka 2025, yani mwezi huu. Msimamo huu pia umeweza kutolewa eh, na mratibu wa matawi wa mkoa wa Dar es Salaam ambaye anafahamika kwa jina la Shabani Mgonja ambaye pia alibainisha kuwa baraza la matawi pia limeweza kupitisha uamuzi rasmi kwamba hawatashiriki mchezo huo yani, hawachezi. En, Mgonja, eh, Mgonja pia ameonya kwa kuwa endapo Simba lakini eh, pia ya ligi na waamuzi watajitokeza eh, kwa, kwa ajili ya mchezo huo na ikatolewa uamuzi wa Yanga kunyang'anya point kumi na tano, basi kwao itakuwa mwisho wa ushiriki katika ligi kuu bara msimu huu, kwa kuwa hawana tena imani na uongozi wa bodi ya ligi maneno ma, hayo yalikuwa yakiongelewa sana. Moja kati ya viongozi ambao pia waliweza kuzungumza katika mkutano ambao waliweza kuufanya katika makao makuu ya pale eh, Yanga eh, wazee wa Yanga, pia viongozi wengi wa matawi pia waliweza kutoa maoni yao kuhusiana na swala hili, na wakasema kwa endapo kitu chochote kitafanywa na viongozi wa Yanga kutu, eh, kupitia mechi hii, basi kama ni engineer Hersi na watu wote ambao wanahusika eh, katika kuiongoza Yanga waweze kujiuzulu kwa sababu hawatakubali, na wakasema kwamba endapo Simba lakini pia bodi ya ligi pia itaruhusu mechi hii ikachezwa pale, wachezaji wakafika uwanjani e, then ref akaingia akapuliza filimbi tatu and then wakakatwa point 15, basi ligi ya Tanzania itakuwa imeishia hapo, kwa sababu wataweza kufanya vitu ambavyo ni tofauti bana. Tukawasikilize viongozi hawa kwa kile ambacho walikuwa wanakizungumza.